<laughs> <laughs> Ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza, kama alivyosema katibu wetu wa kanda, niwashukuru sana na mimi kwa kufika kwa wingi kiasi hiki, uh, kuja kutaka kujua ni nini kinachotaka kutokea hapa kwenye ofisi yetu ya kanda, na sisi pia tulitegemea kwamba kutakuwa na taarifa ambazo mngezitumia katika vyombo vyetu ili kuwapasha wananchi hizo habari. Uh, kwa hiyo niwashukuru kwanza kwa kufika, niwashukuru sana kwa uvumilivu wenu. Tumejaribu kuvumilia sana sote <coughs> mwishowe, tukaona tunaweza tukaendelea kuvumilia Alafu mwishowe tukawa tunasema sasa inakuwaje? Ikawa lawama na kadhalika. Lakini sababu kubwa kwanza, mnajua kwa nini mmekuja. Kulikuwa na mwenzetu <coughs> Wema Sepetu alisema kwamba alikuwa na jambo la kuwaeleza, lakini kubwa alikuwa uh, anajiunga rasmi na chama chama, maana yake Chadema. Na mimi kazi yangu leo ilikuwa ni kuwapa hizo kadi, alafu wangewasalimia na kusema kwa nini wameamua kuingia rasmi kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo <coughs> sasa, kwa nini jambo hili mpaka sasa limekuwa gumu? Mwenzetu Wema Sepetu leo ni siku ya kesi yake, na tulikuwa tumelifikiria mwanzo. Taarifa tulizokuwa tunazipata <clears throat> uh, kutoka upande wao na upande wa mawakili ilikuwa ni kwamba bila shaka ifikapo saa tano shughuli zitakuwa zimeisha huko mahakamani. Kwa hiyo saa sita tukianza mambo yangekuwa sawa. Sasa unapotegemea jambo ambalo huna uamuzi nalo, mara nyingine haya yanatokea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwa taarifa tulizopata, ah wameingia kwenye chumba cha, cha, cha, cha, cha, cha mahakama lakini kesi haijaanza kusikilizwa kwa hiyo tukaona tukiendelea kuwaweka hapa tulisema saa saba, mwishowe tutasema saa nane, itafika saa nane saa tisa, alafu tuwaambieni saa kumi na moja alafu tutasema jamani, imeshindikana itakuwa si vizuri. Kwa hiyo tunataka tuwaombe radhi, mimi niombe radhi kwa niaba ya wenzetu ambao hawako hapa na kwa kweli ni kwa kwa, kwa, kwa, kwa sababu ambazo hawana uwezo nazo kabisa. Maana ukishaingia mahakamani huwezi tena ukatoka uka, uka wala huwezi kusema tuahirishe kesi. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo limezuia. Kulikuwa na mawakili walikuwa kumbe na kesi nyingine kwenye, kwenye high court, na taratibu za hawa jamaa lazima kesi zilizoko kwenye mahakama kuu ndio zinapewa kipaumbele lakini pia mashahidi wengine kumbe ni pamoja na mkemia mkuu, ofisi ya mkemia mkuu wa serikali, na wao walikuwa na matatizo mengine, hawakuweza kuwahi mahakamani. Sisi upande wetu watu wetu walikuwa wamewahi, lakini walikuwa hawana la kufanya kwa sababu ni mahakama. Kwa hiyo hilo ndilo lililotokea, tunaomba mtuwie radhi, ndio tukaona kuliko tuwapotezee muda mrefu ni afadhali tuje tuwaambie hayo alafu a, hali itakapokuwa imekaa vizuri tuipange tena vizuri. Na mimi naomba hata siku hiyo tukiipanga vizuri, tutajitahidi kupanga siku ambayo hakuna jambo lolote. Leo viliweza kuingiliana, kwa sababu inaonekana Wema Sepetu hayuko hu. Hana muda mwingi sana, alikuwa anafikiria leo akimaliza kesi ndio ungekuwa muda wake mwafaka wa kufanya hili jambo. Aa, na kwa kweli ye ni pamoja na watu wengine tulitamani sana leo hili jambo lingekuwa limefanyika, lakini tutahakikisha litafanyika na tunaamini kabisa litafanyika kwa namna kubwa zaidi. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo nilitamani sana nije ni wataarifu kwa yule hasa ambaye alikuwa na jambo lenyewe. Hayumo, niko mimi na viongozi hapa, kuja kuwaambieni kwamba limeshindikana kwa sababu hizo.